Wote nawaambiaga vijana, ukiona mchumba wako amekukataa, amekuacha, mshukuru Mungu. Mshukuru Mungu kwa sababu yawezekana Mungu anakuokoa na huyo boko haramu. Anakuokoa na huyo alishababu, anakuokoa na mtu ambaye angekuwa anajilipua kila siku kwenye nyumba. Amekuokoa na povu la sabuni la kila wiki. Amekuokoa na mateso. Wako watu mpaka leo waling'ang'ania kuwa wa mama fulani, wanajuta nao. Wako watu waling'ang'ania kuolewa na, na wababa fulani, wanajuta nao sisembusa wala Mungu amekuokoa kabla hujaingia ndani. Kama limekusaliti kabla alijakuoa, unafikiri Mungu Yohana lingekosa kukusaliti? Toa na sadaka kanisani, sema Mungu nakushukuru kwa kuniokoa na boko haramu. He, nimekuacha mwambie uende kwa amani, kwa amani kabisa, moyo wangu ni mweupe. Afikirie kwamba utajinyongo, mwambie nijinyonge jitu nimekutana na wewe university? Wazazi wangu wamenilea, nikaja kujinyonga kwa sababu ya jitu zima kama wewe? Wewe tulikutana university, na university na hawajaisha, nitawakuta wengine. Tulikutana kwenye basi, kwenye basi hawajaisha. Tulikutana kwenye matatu, bado nitaendelea kuingia kwenye matatu nikiwa smart, nienda nikaokota mwingine. Tulikutana supermarket, nitatembelea supermarket, nitatembelea nitaokota mwingine. Nitakuwa yani kwa nini? Kwanini nichute kwa sababu yako? Sasa kuna tu binti akili zimeferi kabisa, eti yani, ameondoka na moyo wangu. Aliondoka na moyo wako? Ulikabizi moyo kwa mtu jinga? Kabisa wewe, unaanzaje kukabizi moyo kwa mtu alafu, na Mungu ulimpa nini? Sasa ulimpa nini Mungu kama moyo ulibaki na mtu kama huko? Hapa binti, umekabizi moyo kwa mtu, rudisha moyo wako, kaa na moyo wako. Unamwachia moyo kiumbe mwanadamu complicated huyu, unampa moyo wako. Wanadamu ambao hawajulikani, leo kakupenda, kazimia, kesho na kuchukia na anazimia. Nakabizi moyo? Ndio maana Mungu alituwae, akasema mpende Bwana Mungu kwa akili zako zote, kwa moyo wako, kwa nini yako yote. Alijua akibaki navyo yeye vyote, hawa wengine utawapenda kawaida tu maana moyo wote ulimpenda Mungu kini nini nini, Mungu. Kwa hiyo huyo, hata kiondoka wewe na Mungu wako Mungu amekutunzia. Mungu ndio benki ya mioyo yetu, ndio benki ya akili zetu, ndio benki ya kila kitu. <coughs> <coughs> ukimbana kwa kumlazimisha atakugawia kesi. Hujawahi kuona kuna mama mmoja alimfumania mume wake kabisa, raifu kasarani, kila kitu anataka kusema, hey, hey. Akasema, sharab wewe ndio unasababisha. Eti eti anasababisha. Kiburi chako ndio kimefanya mimi ni niende mpango wa kando. Uh, tangu lini? We ni wewe ni maraya tu. Kwa hiyo ukimwambia umekosa moja mbili tatu, unaona sasa eh, okay, ndio ametubu. Sisi toba yetu haijanyoka. Wa Wakati mwingine anakuambia haya, tuiangalie kesho, ndio ametubu amegundua makosa yake na hatarudia. Tuko hivyo sisi, ni watu wa kona kona, kama nyoka hatunyokagi, toba zetu utamai. Kuona ma baba anampiga mtoto akifikiri ndiye aliyekosea, halafu anagundua alimpiga kimakosa wana, anatafuta makosa wagawane, utasikia mtoto wangu, utundu wako wa siku nyingi umekufanya nikupige wakati hukuwa wewe. Sasa hasa unajiuliza, kwa hiyo umerifaa utundu wa zamani nakuja kuazibu yote? Hiyo ni toba. Amen. Wengine akiona amekosa anakuletea kitenge. <laughs> Amekosa anakutoa auti. Amekosa amefanya nini? Erewa, usiseme mimi sipokei rushwa. Sipokei rushwa. Mimi me, eh sasa, <laughs> sihongwi mimi. Ni nini? Wewe sikupirushwa, ninatubu ndio ruga elewa, toba ya mwanaume <laughs> ukiona ameleta kitenge ujue kuna mahali amerikoroga. Ukiona amefanya hivyo ujue kuna mahali hajafanya sawa. Ndio maana kuna wakati unaona tu hey, leo nimechelewa sana, nimepiga stori na watu nimechelewa. Anakuletea matunda, biskuti, hivi sio vitu gani. Utasikia mmeshindaje hapa? E, eh, kuna biskuti humu, kuna sambusa humu, yote hii inapotezea. Usiniulize mbona nimechelewa sana, ndio toba. Sasa unaza kusema weka uko mfuko wako, nakuuliza ulikuwa wapi? malogaogangange <laughs> <laughs> toba za wanaume ziko hivyo wamama. Hey, hey, munanizikia yeah? Si mume wako kuna wakati anafanyaga hivyo yeah? Na wewe unasema siriziki mpaka seme Ukienda hivyo utasubiri mpaka mnakufa. Hawa ndio viumbe ambao vinapaswa ukae navyo. Ndio maana sisi Mungu alituambia tukae na nyie kwa akili. Kwa nini aliwaambia tukae na nyie kwa akili? Kwa sababu nyie mnazo nyingi. Tusipokaa na nyie kwa akili, akili? akili. Mwanamke ana akili nyingi msiwone hivi <laughs> tunatukanwa kila siku lakini mmetuona tumepunguza. Kwa sababu kwanza, ujue kila huduma Mungu amekuitia wa watu fulani, hao watu ndio diri nao. Sasa tatizo unataka kumfurahisha kila mtu, haiwezekani. Ndio maana niliwaambia, Mungu aliamua kuiweka ofisi mahali pasipoonekana, ili kupunguza usumbufu. Hebu niambie kama Mungu angejenga ange jengo hapa duniani, hiyo foren ingekuwaje? Kwanza wange watu wangeweka mageti. Unaenda wapi kumwona Mungu? unashida gani? Tuambie kwanza sisi. Kuna watu wangerudishwa. Lakini sasa, Mungu ameiweka ofisi mahali ambapo kila mtu ana uwezo wa kupaingia kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Leo nimekuja na kichwa wale ambao walitufuatilia mtandaoni mtakuwa mlishituka, tumekuja na kichwa sio kizuri sana, hakijakaa kitherogia kithorogia sana, lakini mafundisho yake yako sawa. Amen, tuna kichwa kinachosema saa mbovu iliyosema ukweli <tipi> <tipi> lakini kuna dhambi kitubu unapaswa kutengeneza. Zakayo alisemaje? Tazama wale nilio wazurumu mara nne nafanyaje. Hakusema tu nimesamehewa dhambi ya kuzurumu, lakini alirudisha. Ni kama hii dhambi ni kwa nasema hapa, wanaume, unasema kweli, eh, nilizaa na binti huko miaka ya nyuma, eh, lakini Yesu amenisamehe. Amekusamehe dhambi sio mtoto wa baba ye. Tunasamehewa dhambi ya uzinzi, lakini hatusamehewi responsibiliti za watoto. Wanaume wachache mlioko hapa, mnanisikia? Kama kuna mahali ulilikoroga ukazaa na kabinti ka watu, usiseme mi sasa nimeokoka. Ee, mimi ni wa kiroho kwa hiyo eh, e, dada na mtoto wako msinisumbue. Ah, umeokoka kwenye dhambi, hujaokoka kulea mtoto wako mnanisikia? Ili kichwa chako kiwe na space. Kubali majukumu ya kulea mtoto wako. <coughs> Ukipoteza kitu chochote cha thamani na unajua huwezi kukipata, usimwambie mtu <laughs> kausha. Ukijidai kiherehere, ile simu yangu wameiba. Ipi? Siilepo. alafu zile simu ni zikuja chache kwa sababu niliona kwako na kwa Manji, alafu nyingine anayo Moo, alafu nyingine anayo na Baresa, nyingine anayo na tajiri mmoja Mwanza. Hata mimi nilikuwa najiuliza na, na ulipata wapi? Ile wanazo wahindi ndio wameiba jamani, jamani. Alafu ilikuwa ngumu hivi. Ukisikia hayo maneno unajisikiaje? Ulitarajia wa kufariji ndio wanakuumiza zaidi, kausha kuambia kwa baadaye kwamba ile simu aa, wajanja walichukua lini? Mwaka jana wakati moyo wako umepona. Unajua mtu akiwa na stress hahitaji maswali mengi. Ndio maana mimi nikihubiri kwa Wanyakyusa ninawaambiaga, Wanyakyusa wana tabia ya kumuumiza mwenzao aliyefiwa Mwenzawo amefiwa kabisa na mume wake aliyemtegemea, utasikia ume amekufa, utakuwa na tamani na vitenge, utakuwa na tamani na nyama. Utakuwa sasa ndio kumfariji au kumwongezea machungu? <laughs> Abudu kwa michanganyo michanganyo wanaabudu. Na unajua nilikuwa nawaambia watu mahali fulani, hakuna kitu kinauma duniani kama kuishi na Mkristo nusu nusu. Kanisani yupo, alafu jioni mulevi. Kanisani yupo, michepuko kwa kwenda mbele. Kanisani yupo, alafu anafanya vitu vya ajabu. unajua nauzi. Unajua ni bora ukae na mpagani, ujue kabisa naishi na kivuruge, hajui Mungu, hajui kinachoendelea ko hata likirewa unasema namuombea ajaokoke. Hata likizini, unajua namuombea atakaokoka. Halafu nakuja na mtu kanisani, na ye tunaimba nyimbo za kuabudu na analembwa macho kama nakufa kesho, halafu anatoka hapo anaenda kulembulia bia, anaenda kurembulia vimada, anaenda kurembulia vitu vya ajabu. Unajua, inaudhi, inakera. Inawezekana hujawahi kusikia injili kama hii, hujawahi. Unasema, huyu mhubiri nani kamleta? <laughs> na nitaendelea kuja, nitaendelea kuja kwa sababu kwanza nimeshajenga urafiki na pasta, nitaendelea kuja. Wangapi wanasema ujage tu, mgogo uje tu, hatuna namna maana wengine hata hivi nahubiri wanasema eh, walisema wametangaza sadaka ya kusapoti mhubiri. Kama mhubiri ndio huyu mi, mm. Simsapoti kama ndio huyu, simpi hela yangu <laughs> mimi, mimi nasema wewe baki nayo, baki nayo kabisa, lakini nikushughulikie ili mwenzaku unayeishi naye apate amani. Ameteseka na wewe miaka mingi miaka mingi. Moja, nikwambie ukiishi na mtu ambaye hana Mungu kwenye familia. Nilitamani kusema unaishi na pepo, ngoja hiyo niachane nayo. Lakini ukiishi na mtu ambaye yani haabudu Mungu, alafu uko naye, nita kusema kwamba unaishi na shetani kabisa, lakini ngoja hiyo nisiseme. Ukiishi na mtu ambaye ni hatari, kwa sababu mtu akikosa hofu ya Mungu ndani yake Upo kwenye danger zone. Unakaa na nyoka wakati watu kimugusa atakung'ata tu, maana hofu ya Mungu haimo ndani. Ndio maana ni rahisi kupiga, ndio maana ni rahisi kuchiti, ndio maana ni rahisi kufanya vitu vya ajabu, ndio maana ni rahisi kufanya vitu ambavyo havistahili na hana hofu. Haogopi. Sehemu <coughs> nyingine unaenda dukani wanakuzidishia kuzidishia chenji, unafikiria hawa. Sasa unaanza sasa, Mungu akupe nini? Akupe ugonjwa wa korona? Unachukua pesa ya mtu naweka ndani, kama ni muuza duka, mteja kasahau chenji, unakomaa sio atarudi, sio ataenda, unaenda Alafu Jumaa pili upo kanisani, mwizi mkubwa, unashiriki na meza ya Bwana, unatuongezea bajeti ya mvinyo. Wakati wewe ulitakiwa tuende baa ukajinywe mipombe yenu kuliko kuja kutupunguzia mvinyo wetu hapa, unatumalizia mafuta kanisani. Tunafikiri tuko na Wakristo, kumbe tuna mwizi mstaarabu. Amen. Kwa hiyo lazima upimwe ili tujue umeokoka kweli, lazima vipimo vionekane. <tos> <tos> na wamama wengine hapa ni mashahidi, waume zenu wamesha waponyoka, hawataki kanisa, hawataki nini. Na mwanaume yote asiyependa kanisa, asiyependa maombi, asione kuna viwili, kama sio mshiriki na maraya, hawezi kukwepa hayo. <coughs> Yani, mtu ataki kanisa, ataki maombi, ataki vitu vya kiroho. Mambo ni Ruto alisema ni matatu <laughs> nasema ni mawili. Mambo ni mangapi kama sio mshirikina maraya? Kwa hiyo ili umkamate kwenye hayo, hakikisha neno linakaa kwa wingi ndani yake. Msitize mambo ya kanisa, uyadai kuliko kudai vitenge, uyadai kuliko kudai magauni, uyadai kuliko kule. Kwa sababu akishika kanisa vizuri, hofu ya Mungu ikawa ndani ayo, mengine utayapata, kwa sababu atakuwa hana kwingine kwa kupeleka. Sasa hasa unadai nyama, unadai kutoka uti? unadai vitu gani hivyo? Huwa vitakujaga atomatikali akiwa na hofu ya Mungu ndani Tunaelewana na mama? Shikilia ibada, wewe ndio askofu wa, wa familia. Eh, hey, hakikisha hivyo vitu vinaenda. Amen. Pia simamia watoto wako habari za kanisa. Kuna wamama mnakujaga kwa peke yenu tafikiri mnaenda hospitali. Watoto mmewacha nyumbani wanaangalia katuni. Wanaenda wana, wanaangalia zile nani za Kihindi. Hii ha oh. Ipo siku watafanya practical ya hii ha wakutoe meno. Yani, baada ya kuwaleta watoto kanisani, baada ya kuwaleta watoto kwenye ibada, we, mliona hapa watoto wanafanya nani hapa, wako wako alikuwepo au wewe ni wa kushangilia wa wenzako? Hii wamefanya vizuri, wamesema toka, toka kwenye kabuli, toka wako kumewacha kabulini. Hakikisha watoto hawakosi kanisa, kwa sababu ni neno tu litakalokulelea watoto neno na mafundisho vitafanya watoto wako wasiye wakakua kwa presha. Lakini mnawacha watoto, katoto kanaanza kuwa kavivu kanisani. Mkiondoka ah, tu kamewasha TV kakuwa kwenye katuni. Mnarudi miguu iko kwenye viti, unaendeleaje? Niko poa, niko sawa, kanaumwa tu kila Jumapili. Yaani habari ya kwenda kanisani watoto iwe amri ya kumi na moja za Mungu kumi za kwako ya kumi na moja watoto lazima waende wapi? Kanisa, ili uje na kizazi ambacho kitakupa heshima. Unatuacha tutoto peke yake, ndo ni mwisho, nakuta katoto kadogo kamejifunza umaraya, kanategea kanafanya umaraya mkiwa kanisani, kanaingiza mpaka vijana mule ndani. Mtoto mmoja alisema nilikuwa naingiza vijana mpaka kwenye kitanda cha baba, maana nilikuwa najua muda wanatoka kwenda kanisa na muda wanarudi. We unakanyaga shetani wenzio kule, unakanyaga katoto kako. Nawambia ni hatari, wamama. Hata kipindi kile cha, cha Waisraeli waliolea watoto ni wanawake, ndio walikuwa nawafundisha. Wamama nyie, mkizembea, kizazi chote hiki mnachokiona kimeharibika, waliofanya kiharibike ni wamama, kukosa wajibu wao. Wanaume siku zote sisi ni, watu wa wa kusaidia watu. Amen. Lakini kama eh, eh nyie twende Sunday, eh, baba, twende twende kanisani hapa, eh, baba, tunaenda. Hapana, vitoto navyo vinadakia, tunabaki na baba. Kizazi <laughs> kinakokwenda itakuwa hatari. <laughs> Familia yako ikikaa sawasawa inatutunzia ushuhuda wa kanisa, inakufanya mchungaji akutambulishe mbele ya watu bila kuulizwa kwamba huyu ni Mkristo wangu, huyu ni Mkristo wangu e, hata kikukuta supermarket. Ah, habari yako, usikose ibada nani vile, ulivyo shuhuda wako unakufanya kutambulisha. Kuna Wakristo wakati mwingine unawapita kama sanamu, mzee za kuzia nguo zile mnaziita nini? Unampita mtu namna. Unajua, nikimsalimia watu watasema pasta, huyu ndio mshirika wako? ya ya ya ya ya huko uh. uh. Ndani sasa sijui kukoje. Kama huyu ndio mkristo wako huko ndani, kutakuwa na maajabu. Mwangalie jirani yako, mwambie nilindie ushuhuda wangu ndugu. Mwambie naishi vizuri, usinichafuke kwa ajili yako. Mwambie tengeneza ushuhuda wangu, kae sawa sawa. Haleluya, ndio, yes. Kwa hiyo tunatamani kuona hizo familia siko vizuri, lakini kiburi kimeharibu familia nyingi. <laughs>